Hatimaye shughuli za kanisa la ufufuo na uzima zimefungwa. Mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu, karibu ni kufahamishe kuhusiana na kilichojiri punde kumhusu askofu na mwanzilishi wa kanisa la ufufuo na uzima, Bishop Josephat Gwajima. Kufungwa kwa shughuli za kanisa la ufufuo na uzima linalomilikiwa na Askof Josephat Gwajima, je, ni kama vikwazo vimeanza kumkabili Askof Josephat Gwajima? Itakumbukwa kwamba mnamo tarehe 24 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, Askofu Gwajima alijitokeza hadharani na kuita vyombo vya habari na kuanza kuzungumza masuala mbalimbali huku akikemea utekaji. Katika siku hiyo Askofu Gwajima alizungumza mambo mengi sana pamoja na kutoa mifano kedekede kede, yeye akisema ni katika kuyaweka mazungumzo yake katika hali ya kueleweka lakini baadaye bungeni kunao baadhi ya wabunge ambao walimwashia moto kisawasawa mara baada ya yeye kuibuka na kuzungumza mambo kibao hasa masuala mazima ya utekaji na kadhalika pia ilipofika tarehe 30 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kama alitupa dongo kwa askofu Gwajima na hapo ndipo neno Gwajimanization lilipojitokeza ambapo Mheshimiwa Samia alisema, niwaombe niagize vikao vinavyo vinavyoenda kuchuja wagombea, wakatende haki, wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro moja, mbili, tatu, hatufai huko tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwaji manaizdi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanayo hizi chama chetu magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye. Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM taifa na rais wa Tanzania, aliyasema hayo wakati akifunga mkutano mkuu wa CCM taifa siku ya Ijumaa Mei 30 mwaka huu wa 2025. Baadaye Askofu Josephat Gwajima alijitokeza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram na kuzungumza, huku akitoa tafsiri ya neno Gwajimanization, ambapo maneno hayo yalikuwa yanasema, kwanza hashtag Tanzania kwanza, Gwajimanization kwa herufi kubwa, ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hauwapendezi walioko madarakani ni dhamira thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na ni kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kuisabab, eh, kiasi cha kuisababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhulma. Hashtag tena Gwajimanization. Hayo ndiyo maneno ambayo Askofu Josephat Gwajima alijitokeza na kuyazungumza kwa kuyachapisha kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram mara baada ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, eh, kuwa amezungumza kuhusiana na mambo ya gwajimanization. Hicho kilichotokea ama hayo ambayo yametokea katika siku hizo yameonekana ni kana kwamba Askofu Josephat Gwajima hatii wala kuheshimu mamlaka yeye anafanya kinyume na mamlaka. Mambo ambayo yametokea katika siku hizo eh, yameweza kuibua mijadala mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, lakini haikuishia hapo tu. Baada ya hayo yote kuwa yamepita, siku ya Jumapili ambayo ni siku ya tarehe moja Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano Askofu Josephat Gwajima pia kupitia madhabahu ya kanisani kwake aliendeleza kufanya kile ambacho anakiita kujibu mapigo, na alizungumza mambo mengi mengi sana na kuonesha kukazia juu ya yale ambayo alijitokeza na kuyazungumza siku ya tarehe 24 mwezi Mei mwaka huu wa 2025. Sasa basi taarifa tulizopokea hivi punde ni kwamba kufungwa kwa shughuli za kanisa la Glory of Christ Church, yani kanisa la ufufuo na uzima chini ya kifungu cha 17b na kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 39b cha sheria ya marekebisho mbalimbali mbali ya sheria namba 3 ya mwaka 2019. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu mbili. Katika siku za hivi karibuni, kupitia vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii, umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Church, yaani kanisa la ufufuo na uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya sura ya 337 na vinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. Namba tatu, kwa mamlaka niliyopewa ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church yani kanisa la ufufuo na uzima, kuanzia leo tarehe 2 Juni mwaka wa 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Namba nne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 Bwana Emmanuel RM Kihampa, na nakala imeenda kwa Bwana Camillus M Wambura, IGP e, mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi e, mtaa wa nne wa posta, sanduku la posta 9614483 na Dodoma. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika